Karibu marafiki kwenye Mafunzo TV, chaneli yako ya hekima na funzo la maisha halisi. Leo tutaangalia jambo muhimu sana, usipoomba usiku nini kinapata? Hii si hadithi tu, bali funzo la maisha halisi. Watu wengi huamka usiku wakiwa na hofu zisizoelezeka, ndoto zenye mashaka, au changamoto zisizo za kawaida pale wanapolala bila maombi. Lakini kabla ya kuanza, Hakikisha umesubscribe kwenye Mafunzo TV na kubonyeza kikombe cha kengele ili kila video mpya ikifika uwe wa kwanza kuipata. Hebu tuangalie hatua kwa hatua nini mtu anapata usiku anaposahau maumbi. Pointi nambari moja: kupoteza ulinzi wa kiroho. Usipoomba usiku, kinga ya kiroho hupotea. Mfano, mtu anaamka usiku akiwa na hofu zisizoelezeka au huzuni isiyo na sababu. Pointi nambari mbili: kufunguliwa milango ya hatari zisizoonekana. Milango ya hatari zisizo dhahiri huanza kukuzunguka. Mfano, usiku mtu anahisi uharibifu au hatari zisizo na sababu. Pointi nambari tatu: usingizi usio na amani. Akilala bila sala, akili haiwezi kupumzika. Mfano, ndoto zenye hofu zinajirudia, mtu anaamka mara kwa mara bila amani. Pointi nambari nne: kupoteza mwanga wa ndani. Sala hutoa mwanga wa hekima na utulivu wa moyo, bila hiyo mwanga, hofu inazidi. Mfano, mtu hawezi kuona suluhisho la matatizo madogo ya maisha. Pointi nambari tano: kukosa mwelekeo sahihi wa maisha. Maamuzi yanakuwa yasiyo sahihi, hatua zisizo na mpangilio zinakusababisha makosa madogo yanayojikusanya. mfano mtu anapanga siku yake bila mwongozo na matokeo yanashindikana. Pointi nambari sita, kujikuta umejaa hofu zisizo halisi. Hofu zisizo halisi zinachukua akili na moyo, mtu anajikuta akihisi hatari isiyo halisi ndani ya chumba chake. Pointi nambari saba, kuathiri afya ya akili. Kutokupata maombi huongeza wasiwasi na uchovu wa akili, akijamka mchana moyo hauna amani. Pointi nambari nane: kupoteza nguvu za mwili. Usingizi wa amani unasaidia mwili kurudi nguvu, bila maombi mwili hupoteza stamina, mtu anaamka bila nguvu ya kufanya kazi. Pointi nambari tisa: kupoteza utulivu wa familia. Hofu na wasiwasi huenea nyumbani, watoto hawalali vizuri, wake wanahisi huzuni nyumba nzima inakosa amani. Pointi nambari kumi, kushindwa kushirikiana na nguvu zisizoonekana. Usipoomba usiku, mtu anajikuta peke yake akiona hatari zisizo dhahiri zinakuzunguka. Pointi nambari kumi na moja, kupoteza fursa za kifedha zisizo za lazima. Sala huimarisha nafasi ya baraka na fursa zisizo za lazima, usipoomba Fursa ndogo ndogo hukimbia. Pointi nambari 12, kufungwa kwenye hofu ya giza. Hofu ya giza inazidi pale mtu asipoomba. Macho yamefungwa lakini moyo na akili hujaza hofu isiyo ya kawaida. Pointi nambari 13, kupoteza bahati ya kawaida Fursa zinazojitokeza kwa urahisi hukimbia. Maamuzi yanapoteza mwongozo wa kiroho. Matokeo yasiyo mazuri hujitokeza kila upande. Pointi nambari kumi na nne, kuathiri uhusiano na wengine. Hofu na wasiwasi hupelekea maneno makali na migongano. Rafiki au familia hawapati amani. Pointi nambari 15: kukosa utajiri wa kiroho. Sikiliza kwa makini, itakushangaza mno. Moyo bila sala hauna amani, furaha ya kweli hupotea, hofu ndogo ndogo zinazidi kuibuka. Usipoomba usiku, unajikuta unapoteza neema ya kiroho ambayo ingeweza kubadilisha maisha yako kabisa itaonekana kama kila kitu kinakwenda mlama bila sababu, na hatimaye usiku wako haupo salama. Hitimisho na suluhisho. Marafiki, tumepitia pointi ishirini muhimu kuhusu hatari za kulala bila maombi. Kila pointi ni funzo na maisha halisi. Suluhisho na hatua za kuchukua: anza kufanya sala usiku kila siku, hata ikiwa ni dakika chache Tafakari na tambua thamani ya maisha yako ya kila siku, familia, marafiki na amani ya moyo. Jifunze kudhibiti tamaa na hofu zisizo na mwongozo. Tumia hekima na maadili mema katika kila hatua unayochukua. Kwa kufanya haya, utapata amani ya ndani, usingizi mzuri na hatari za kiroho hupungua. Sasa swali kwako, je, wewe unazingatia kutengeneza utulivu wa moyo wako kabla ya kulala usiku au unaruhusu tamaa zisizo na mwongozo zikuletee hatari? Tafadhali andika jibu lako kwenye sehemu ya comment hapa chini. Ningependa kusoma mawazo yako. Usisahau, hakikisha umesubscribe kwenye Mafunzo TV na bonyeza kikombe cha kengele ili kila video mpya ikifika uwe wa kwanza kuipata. Hekima na funzo la kweli inaweza kubadilisha maisha yako.